Msidanganyike, msidanganyike. Sasa hivi kuna teknolojia kwenye mitandao, kumejaa mambo. Wako wahuni wachache wanashinda kwenye mitandao, wanamkejeli, wanamtukana, wanaangaika, lakini mwanamke ni jasiri, hajawajibu ndugu zangu hakuna jambo kubwa lililomletea heshima Daktari Samia Suluhu Hassan kama swala la amani na utulivu. Alipopokea nchi, kila mmoja alisema, sasa ndio tumekwisha, tunakwenda kwendaje? Mwanamke huyu kazi aliyoifanya ya kwanza ni kuituliza nchi, ni kuhakikisha amani na utulivu unaendelea nchini Mi nasema uongo? Alipopokea nchi, nchi ilitulia, kulitokea vita? Kulitokea machafuko? Wapi! Watampa kura Dkt. Samia Suluhu Hassan tarehe 29 Najua wana nsimbo, mtainuka mtakwenda kupiga kura kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapa ni tiki tu. Hapa ni kwenda mwendo wa